ni hadithi ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza mambo matatu muhimu sana katika maisha yetu haya duniani, yani muhimu sana katika safari yetu ya akhirah takapoianza. Na Allah jalie safari kama hiyo iwe nyepesi. Hadithi yenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, ittaqillaha haithu ma kunta wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin mtume akatanguliza kutuhusia juu ya, ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kumcha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tukiwa na watu tukiwa peke yetu tukiwa faragha tukiwa kwenye giza tukiwa kwenye mwangaza tukiwa viongozi tukiwa raia tukiwa katika mamlaka tusipokuwa katika mamlaka tukiwa tuonekana tukifanya ikiwa hatuonekani katika kufanya lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ittaqillaha haithu ma kuntum na tukaeleza Sayidina Ali radhiallahu anhu alivyoeleza taqwallahi katika misingi minne, na maana nyingine ya taqwa llahi ni kwamba yenye mafungamano na maana Ali, anhu, nikwamba, ya Sayidina Ali radhiallahu anhu ni kwamba imtithalu awamiri llahi wa jtinabi nawahihi. Maana ya taqwallahi ni mtu kufata maamrisho ya Allah subhanahu wataala na kuepuka makatazo ya Allah subhanahu wataala hatua zako, mambo yako, vitendo vyako, maisha yako yawe na mafungamano na uchaji Mungu. Maana yake katika maisha yako kila unalolifanya unakuwa unajiuliza, je, hili ni katika maamrisho ya Allah Subhanahu wa taala? Basi kama ndiyo, unalifanya hii. Ama haya ni katika mambo ambayo kwamba Allah Subhanahu wa taala ameyakataza, basi unakuwa mwepesi wa kuliacha jambo kama lile. Hii ndio maana ya takwallah, na tukaeleza kwa uchache kwamba takwallah ina manufaa mingi sana. Siku moja Sidina Ali radhiyallahu anhu alizuru makaburi ya masahaba radhiyallahu anhu, ikawa ana maneno yaambia na masahaba wenzake wamsikia, akawaambia, yako wapi yale majumba mlioyajenga yamekaliwa na watu? Yani mmeajenga mkawacha wengine wakaishi yako wapi yale mali yenu mliwachuma mumeachuma mumewacha mume wengine wamearifi. Akauliza tena wako wapi wake zenu ambao kwamba mliwaoa na maana mliwaoa mkaacha wakakaida wameolewa na watu wengine. Kisha Sidna Ali radhiallahu anhu akaogokia masahaba radhiallahu anhu akawambia, lau hawa walioko ndani ya na makaburi wangelikuwa na jibu au na neno la kutuambia basi wallahi wangetuambia, hakuna kitu amekiona ni bora, hakuna kitu amekiona ni kizuri kama takwallahi. Hii ni kuonesha umuhimu wa takwallahi. Takwallahi ni mzuri, ina faida katika maisha yetu, kwa sababu nilo jambo litafanya maisha haya duniani yaonekane ni maisha raha. Leo maisha yamekuwa na dhiki, maisha yamepanda gharama, maisha imekuwa juu, watu wanachuki, watu wapendani, watu wa wana chuki, watu wapendani, watu wauwana yote haya ni kwa sababu hakuna takwa Allah. Utampedhaje mtu wakati wajua alikudhulumu? Kwani alikudhulumu kwa sababu hakuwa na takwa Allah. Utasikilizaje na mtu wakati wajua una haki yake, utaki kumlipa, utakumregeshia kwa sababu huko na uchaji Mungu. Sawa, lakini lao kila mmoja atatembea na uchaji Mungu, lao kila mmoja ataishi na uchaji Mungu ndani ya maisha yake. Wallahi dunia itakuwa ni sehemu nzuri ya sisi kuishi na kesho akhera itakuwa ni mzuri zaidi kwa sababu tutashukia katika rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo mtume katika Jawami'il Kalim akasema, ittaqillaha haithu maqud. Kisha mtume akaendelea mbele kusema, waatbii sayiata lhasanata tamhuha. Unapoteleza kama mwanadamu, unapofanya kosa, basi baada ya kosa fatisha na jema, hakika lile jema litafuta lile kosa. Hapa tusimame kidogo. Kuna mambo mawili muhimu sana tuangalie, kwa sababu maneno ya Mtume ni baligh, wa atbi'i sayyata alhasanata. Kuna vitu viwili vya muhimu wanadamu viangalie. Cha kwanza, Mtume atuonesha asili ya mwanadamu ni kosea, wa atbi'i sayyata alhasanata, fatisha baya jema, ndo asili ya mwanadamu kukosa, kama Allah alivyotuambia katika suratu al-Mulk Tabarak alladhi biyadihi almulku wa ala kulli shayin qadir alladhi khalaqa almauta walhayata. Kwa hivyo asili ya mwanadamu ni mauti, uhai ni zawadi mtupewa, na ndio maana mwisho wa kuisha uhai kama ule huenda huenda zake. Kwa hivyo, hapa Mtume atuonesha asili ya mwanadamu ni kukosea, na ndio mwanadamu mwanadamu haishi kukosea. Katika kukosea tutatofautiana. Sasa kuna anayekosea kwa makubwa kuna anayekosea kwa madogo, kuna anayekosea kwa dhahir, kuna anayekosea kwa kujificha, kuna anayekosea watu wanamuona na hajali, kuna mwingine anakosea lakini kujificha, kuna ambaye kwamba anakosea na yuaona si lolote, yuendelee na maisha yake. Kuna ambaye kwamba anapomkosea Allah, subhanahu wa ta'ala, yujilaumu, yujuta, yusikitika, yukaa chini, yujuta. Kwa hivyo, Mtume akatuonesha asili ya mwanadamu hii, akatuambia wa atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha fuatisha baya kwa zuri, lile zuri litafuta lile, lile baya, kuonesha asili ya mwanadamu. Jambo la pili muhimu ambapo kwamba tuliangalie katika tempo hili wa atbi asayyata alhasana tatamwa, ni kwamba ni kuonesha namna gani Allah subhanahu wa ta'ala atupenda, huruma ya Mungu juu yetu. Allah akatuwekea kwamba katika mabaya ukimkosea kuna raba ya kufuta, kwa lugha fupi kitaelewa kuna kitu ambacho kama ukikifanya kitafuta lile bali. Tasawar ewe mwanadamu msikilizaji mwenzangu, na nisikiliza hapo na mimi mzungumzaji, hebu tulifikirie hili lau, Allah subhanahu wa ta'ala angeweka kwamba dhambi ukifanya halifutu la bakia, na jema ukilifanya halifutu la bakia. Leo tujipime katika nafsi zetu na maisha yetu, tungeenda hali gani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Je, siku ya Kiyama mizani ya mema au mabaya ndio ingelikuwa mzito? lakini kwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala, na kwamba Allah atupenda. Allah ni latifu biibadihi, ni mpole awahurumia. Allah hana haja kutadhibu, Allah hana haja kutadhibu. Ndio maana Allah kaika kwamba mwanadamu anapoteleza, muislamu anapoteleza kibinadamu, akakosea akafanya makosa kumkosea Allah subhanahu wa ta'ala, basi mtume akatupa solusho, mtume akatupa njia wa atbii sayiata lhasanata tamhuha unapoteleza kama mwanadamu na ndio binadamu, umeteleza, umefanya dhambi, umefanya kosa, basi pale pale fuatisha lile kosa kwa jema, ima kwa swala rakaa mbili, au ufanye istighfari, au ulete dhikrullah, au toe sadaka, au usome Qurani. Tamhuha, lile jema baada ya kufanya litafuta ile athari ya lile dhambi au lile dhambi lenyewe litafutwa. Siku ya Kiama utakapoenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, utaona kuna madhambi yalifutwa kwa sababu ulifuata mwenendo aliyotuelekeza nao Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenendo gani? Wa kwamba unapoteleza kufanya baya, basi pale pale unafuatisha na jema, na lile jema linafuta lile baya. Kwa hivyo katika hili tamko hili, wa atbii sayiata alhasanata, tumepata faida mbili. Ya kwanza kwamba ni asili ya mwanadamu kukosea, na baada ya kukosea, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akatupatia mwongozo kwamba anapokosea fuatisha na jema, litafutwa. Faida ya pili ambayo kwamba tumepata katika tamko hili ni huruma na mahaba na mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu wanadamu, kwa sababu akatwekea katika mabaya kuna kufutwa, kinyume na mema Unaposwali mathalan bakhti mbaya, ukiswali bakhti mbaya, ukitoka nje ukasengenya mtu kule, kusengenya hakufuti ile swala. Angalia katika mahaba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kwa bakhti mbaya umeteleza mwanadamu, umetukana, umesengenya, umeangalia la haramu, ukaingia msikitini au nyumbani ukaswali rak'a mbili, basi zile rak'a mbili zinafuta lile lile jambo kwamba ulifanya. Hii ni katika fadhila na rehema na mahaba ya Allah Subhanahu wa ta'ala juu yetu, na tuombe Allah Subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale ambao kama wanapofanya makosa kwa binadamu kama kosa Allah Subhanahu wa ta'ala basi pale pale tuwakumbuka, tualeta istighfari, tufanye azkari, tusome Qurani, ili mabaya kama yale yaweze kufutwa mbele ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisha Mtume akamalizia hadith kama ile akisema, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, tangamana na watu Ishi na watu, amiliana na watu kwa mwenendo mzuri, kwa tabia mzuri. Hakuna kitu kizuri kama mwanadamu kuishi na tabia mzuri, tabia ya kusamehe, tabia ya ukweli, tabia ya huruma, tabia ya kupendelea wengine kheri. Ndivyo alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Notaona ulama wakatu wanaeleza da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na athari yake unaenda kuwaona kwamba walikuwa wanaeleza kwamba katika jambo ambalo limechangia asilimia kubwa takriban asilimia hamsini sitini au sabini au hata asilimia themanini kufanya watu kuingia katika Uislamu ni katika tabia za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukimsoma katika sera katika tarikh, wengi walislimu kwa sababu ya tabia ya nani, ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na ndio maana tukaambia wengine, mudaratun nasi sadaka, kuishi na watu vizuri ni sadaka, waandikiwa ni sadaka, wapata thawabu za sadaka kwa nini? wajua huyu ana tabia za ukali, lakini ukajua kuishi naye. Huu ni mjeuri, waje kuishi naye. Huu ni mpole, waje kuishi naye. Huu ni mzito, waje kuishi naye, waandikiwa kwamba wanafanya sadaka so, kwa sababu ni jambo zito. Na ndo katika hadithi nyingine Mtume صلى الله akasema, wallahi atafikia muumini daraja ya mtu ambaye kwamba anafunga mchana siku zote na daraja ya mtu ambaye kwamba anaswali usiku kila siku, hawachi kuswali tahajjud kila siku. Huyo ni mtu bora sana saumu, so, haina mfano. Tahajjud haina haina mfano wake Sawa, lakini mtume akasema mtu anapokuwa na tabia mzuri basi humfikia huyu na kumpita. Nini? tabia nzuri. Wa khaliqi nnasa bi khuluqin hasanin, ishi na watu namna ambavyo kwamba wewe wataka watu waishi na wewe. Wataka watu wakupende, watu wakwambia ukweli, watu wakuhurumie, nae wapende, wahurumie, kuwa mkweli, kuwa mtu laini, kuwa mtu akusamee, kusamee si si kujidhalilisha, la samee, samee fafu anhum wasamee watakapokosea, mpende anayekuchukia, mpya anayekunyima, mfanye wema anayekufanyia ubaya. Wakhaliki nasa bikhulukin hasanin, ishi na watu kwa tabia mzuri. Na ndio maana athari ya tabia mzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema yoyote ambaye kwamba atakuwa na tabia mzuri, basi atakuwa karibu na mimi peponi. Ngalia daraja tabia nzuri. Na ndio Uislamu, mtu kuwa na tabia nzuri kuwa na tabia njema baina yake na Mola wake. Mtu kuwa na tabia nzuri, <muchan> Kisha, tabia mzuri, na tabia nzuri baina yake yeye na nafsi yake mwenyewe. Sawa? Uwe na husnul khuluq na nafsi yako mwenyewe. Kisha uwe na tabia nzuri na viumbe ambavyo kwamba wanatangamana na wewe. Na ndio maana ndugu yetu alipokuja kueleza siku za nyuma alivyokuwa amueleza Muflis, utaona katika mambo yanompelekea katika hatari mwanadamu siku ya Kiyama. Bali kuanzia hapa duniani. Sawa? Ni mtu anavyoishi na watu vibaya. We ukifa wataka watu wakuzumbuze vipi? Wataka watu washukuru kwamba alhamdulillah, bana fulani bana. Ah, na ndio maana katika hadithi nyingine Mtume akasema anapokufa mwanadamu, Allah utuma malaika kuwasikiza watu. Wanapomzungumza kwa uzuri, Allah usema imempasa, imempasa ule mtu wanapozungumza kwa ubaya Allah useme mpasa yule yule mtu. Utazungumza vipi vizuri? Kuja ishi na watu vizuri. Bila shaka ukitaka kuzungumza vizuri wakati wako kufa na ukiwa hai, basi lazima uamile na watu kwa uzuri. Unapoamile na watu kwa ubaya, basi wallahi, utakapokufa mwingine hata usema wazi, lakini anapokaa na mwenzake rafiki yake peke yake au anapaka peke yake, atasema ah, fulani bana, afadhali mtani tupumzika, alikuwa tabia zake ni mzito, haambiliki hashauriki hani tabia zake ni mzito. Kwa hivyo katika mambo ambayo kwamba Mtume ametuhusia ni wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, ishi na watu vizuri, tangamana na watu vizuri, amiliana na watu vile ambavyo kwamba wataka watu amiliane na wewe na ukiangalia katika hadithi, ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'is sayyiata alhasana tatamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, haya mawili ya mwisho yana mafungamano na mafunga taqwa Allah. Lakini kwa nini ametajwa baada ya kutaja taqwa Allah? kwa nini akatajwa? Ni kama Allah alivyokuwa katika suratul Baqarah ataja malaika kisha akamtaja na Jibril jina lake kuonesha ubora na fadhila ya Jibril. Kwa hivyo husnul khuluq ni katika taqwa Allah, kufuatisha jema baada ya kufanya baya ni katika sifa za taqwa Allah, lakini mtume akaonesha ubora wa mtu anapofanya kosa akafuatisha jema na kuonesha ubora wa mtu kuishi na watu Ndo maana Mtume alivyosema ittaqillah haithu ma kunta, akaregea tena akasema wa atbi'i sayyi'ata lhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, tangamana na watu kwa tangamano zuri. Kwa hivyo ni katika jawamii lkalimi hadith kama hii, hadithi fupi maana yake ni ndefu, wala haina maana kwamba sisi tumeeleza inavyotakaniwa kueleza lakini katika yale, khairul kalami ma qalla wa dalla, ubora maneno ni yale ambayo kwamba yamekuwa mafupi lakini yameeleweka kuliko kwa marefu na watu wasielewe. Tuataraji kwamba kwa, kwa nukta hizi ambazo kwamba tumezieleza tatu, Allah subhanahu wa ta'ala atajalia haya maneno yametoka kwa ulimi wa mu'min na Muislamu na yataingia katika nyoyo za Waislamu. Maneno kama haya yaninufaishe kwanza, mimi mzungumzaji, yaingie katika maisha yangu niyafanye kazi, na we msikilizaji, Allah subhanahu wa taala, Allah akupe taufiki uweze kuyafahamu iweze kuyatenda kuyatekeleza katika maisha yako, hasa tuwaweza tukafaulu katika maisha yetu haya duniani, kaburini na kesho akhira.